Mi niseme uzoefu unaonyesha kwamba eh, kidunia uzoefu unaonyesha kwamba yanapotokea zinapotokea kwenye ma, kwenye mambo kama haya, mara nyingi nchi huwa wana wanashirikiana au wanawasiliana au wana mashauriano pengine na nchi nyingine. Si mara nyingi mambo kama haya kufanywa na nchi moja peke yake, lakini kwa mazingira tuliyokuwa nayo sisi haya tuna, hatuna sababu ya kuona kwamba ni siasa za Tanzania zimeenda kule, lakini mazingira ya kisiasa ya Angola yanakuonesha kwamba haya pengine ni mambo mazingira ya, ya wenyewe ya, ya, ya siasa za, za Angola, kwa sababu kama mmefuatilia eh, na hili ni muhimu watu tukalifahamu, Watanzania wakalifahamu kwamba kwa, eh, kwa muda mrefu siasa za kule zilikuwa ni za mapambano, kwa maana ya mapigano na wahusika wakubwa wamekuwa ni pamoja na MPLA, UNITA, lakini baada ya wenyewe kufanya prosesi zao za maridhiano makubaliano, sasa hivi vyama ni vyama halali, ni vyama halali kabisa vya kisiasa, vinafanya shughuli zake kwa uhalali na vimeshindana uchaguzi wa 2022 eh vimeshindana na tumeona kama tunafuatilia kwamba e, UNITA wana viti 90 ndani ya bunge la Angola, kati ya viti 220, eh ni na, e, na mgombea wao wa urais wa, wa, wa alipata asilimia zaidi ya 44 ya kura za, za, za urais e. Sasa na uchaguzi unakaribia unakuja huko mbele, kwa hivyo ukikuta pengine watu vigogo wengi hawa wa, ambao wana kauli wengine katika nchi zao E, wanakutana na pengine makao makuu au venue ilikuwa katika, katika mambo haya, mara nyingi mtu anaweza akapata akapata wasiwasi. Sisi hatuna sababu ya kuona kwamba hey, Tanzania inahusika, hatuoni usike vipi katika hili, lakini mazingira yaliyo kwa Angola yanakuambia kwamba yanatosha kwamba ukupa hayo, na mara nyingine lazima tukubali nchi zetu hizi za Kiafrika, e, wanao walisha matango pori, viongozi wakafanya maamuzi ya ajabu. Hakuwa ni watu wadogo sana kwa kweli e, kwa kutokutimiza wajibu wao. Kwa hivyo mimi sina sababu na hatuna sababu sisi kama chama kuona kwamba hizi ni siasa za Tanzania zimeingia zimeingia Angola kwa mazingira, na tukizingatia mambo yote haya ambayo yapo sofa. Wakati tunakuja tunarudi sisi tukiwa njiani e, e, tumepishana na waziri wa mambo ya nje na yeye alikuwa anaelekea nchini Angola kwa shughuli zake za kikazi. Kwa hivyo sijapata kuwasiliana naye hadi sasa kujua pengine na, kwa bahati mbaya serikali haijatoa kauli rasmi ya kilichotokea. Kwa hivyo e, nadhani na mambo ambayo tutaendelea kufuatilia. Kwanza, baada ya matukio haya yote kuanzia tarehe 13 mpaka leo tunapofanya press conference tarehe hii tarehe 16. Hatujasikia chochote kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje kwamba ni nini hasa kilitokea mpaka viongozi kutoka Tanzania wenye mamlaka makubwa katika nchi wamezuia kuingia uh, Angola. Kwa hiyo tunaitaka serikali itoke hadharani na itoe kauli kuhusiana na tukio hili. Lakini pili, tunaitaka serikali Imwite balozi wa Angola nchini Tanzania ili ajieleze e, kuhusiana na kadhia hii iliyotokea. Wito wetu watatu, menisikia nimeeleza kwamba Angola sasa ndio wenyeviti wenyekiti walipewa wenyekiti wa jumuiya ya Afrika AU na tunajua kazi hii ni ya kusimamia mambo yote yanayoendelea katika Afrika ikiwemo demokrasia maendeleo ya watu wa Afrika na tunafahamu kwamba Umoja wa Afrika umesema kwamba mwaka huu kaulimbiu yao ni mwaka wa kutafuta haki kwa Waafrika na watu wenye asili ya Afrika aa, kupitia aa, fidia. Tuna mashaka kama rais huyu wa Angola ambaye matukio haya yametokea nchini kwake anaweza kuendelea kuwa msimamizi mzuri wa ajenda hii kwa umoja wa Afrika. Kama ajenda ya kusimamia demokrasia katika nchi yake, kuheshimu viongozi kutoka nchi mbalimbali, kuhakikisha kwamba wangepata fursa nzuri ya kukaa chini kujadili masuala ya demokrasia imeshindikana katika nchi yake, itawezekanaje yeye kuongoza na kusimamia ajenda hii kwenye mataifa yote ya Afrika? Kwa hiyo tunawaomba sana viongozi wa Umoja wa Afrika watafakari nafasi hii adhimu na ya heshima kubwa sana waliompa uh, Rais wa Angola kama mwenyekiti wa Afrika, kwamba hatoweza kuimudu nafasi hii. Ni swala la kutafakari, na waone kwamba nafasi hii ipatiwe viongozi ambao wao wenyewe wanaonesha mfano wa kusimamia ajenda ya demokrasia katika nchi zao kabla ya kutwikwa mzigo wenye majukumu makubwa wa kusimamia ajenda ya demokrasia katika Afrika.